Kwanza taarifa niliyopewa imeonyesha kwamba katika majimbo hayana makundi, niye mnaongoza; katika majimbo yameshikamana, niye mnaongoza, na jimbo ambalo wa wagombea wote walioshiriki kura za maoni wako hapa ni hili hapa. Nimeshuhudia. Baada ya hayo sasa Namleta kwenu au nisimlete? Nisimlete? Nisimlete? Nisimlete? Nimlete? Nisimlete? Nimlete? Nisimlete? Namleta kwenu! No, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, mgombea Koola. Mchagua basi. Kwa heshima kubwa tunawaombeni apate kura zote za ndio, kura zote za ndiyo. Na sisi chama cha mapinduzi tunauhakika atawawakilisha vizuri. Basi namkabidhi naye aongee kwa dakika chache, karibu. Sisi moyo oye! Vunjo oye! Mama Samia Kwanza kabisa nishukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii na kuwaona wote hapa mkufika, muwe na uzima na usalama. Lakini pili shukuru chama changu pendwa chama cha, mupendwa, cha mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua kupeperusha bendera ya CCM ndani ya jimbo la Vunjo. CCM oye lakini kwa kipekee wana Vunjo, viena angusha. Pamoja na yote hayo mheshimiwa mgombea mwenza, naomba nitumie dakika fupi kueleza baadhi ya vitu wananchi waliomba niliseme mbele yake. Ah, kwa swala la barabara, mheshimiwa mgombea mwenza, kuna barabara zetu tatu kuu sana. Mheshimiwa mgombea mwenza, naomba uzipokee na naamini zaza zikafanyika kwa viwango malamu. Mheshimiwa mgombea mwenza, barabara ya kwanza ni barabara ya Chekereni kae Mambogini. Mheshimiwa mgombea mwenza, hii barabara imezungumzwa muda mrefu na viongozi, lakini viongozi wangu na wananchi wangu, na niamini ipo kwenye ndani yetu ya chama cha mapinduzi, mtupe imani yenu, tutaenda kutekeleza. Mheshimiwa mgombea mwenza, kuna barabara ya pili ya Pofo Mandaka Kilema. Mheshimiwa mgombea mwenza barabara ni kuu sana na imekuwa kizungumza na viongozi mbalimbali mbali. Tunaomba mwichukue ya tatu. Mheshimiwa mgombea mwenza ni barabara yetu ya, kisom, ya uchira kisomati Korile. Mheshimiwa mgombea mwenza jambo la pili ni swala la maji. Kwa kweli Mheshimiwa rais ameleta hela nyingi sana kwenye miradi yetu ya maji na kuna mradi inaendelea lakini bado mheshimiwa mgombea mwenza, kuna baadhi ya changamoto ukanda wa juu kwenye miradi ambayo bado imesuasua. Tunaamini ndugu wananchi, mkitukopesha imani yenu tena, ndani ya iyi miaka mitano, tunaenda kutatua kero za maji, ili tupate tupate maji safi na salama, kama mgombea mwenza alivyokuwa amezungumza Mama Samia. Oe, lakini cha tatu mheshimiwa mgombea mwenza, kwa sababu ya muda naomba niseme tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa atufikishie salamu kwamba na sisi jimbo la Vunjo tunaomba pia kuwa na halmashauri sisiemu. Yeah! Kwa kumalizia kabisa, naombeni kwa unyenyekevu mkubwa sana tuendelee kumkopesha mama yetu imani yetu.